Sungura na Fisi, Siri ya Msitu wa Giza. Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi za kusisimua, zenye mafunzo na burudani kwa familia nzima. Usisahau kusubscribe ili usikose simulizi zetu kila wiki. Kulikuwa na siku moja msituni, jua lilikuwa limechomoza kwa utulivu, ndege wakitumbuiza anga kwa nyimbo tamu, lakini ndani ya kivuli cha miti mirefu Palikuwa na hila. Sungura na Fisi walikuwa wameanza urafiki wa ajabu. Sungura alikuwa mjanja, mwenye akili kama radi. Fisi kwa upande wake alikuwa na nguvu lakini kichwa chake kilijaa tamaa. Wote walipenda kula vizuri. Lakini tofauti yao ilikuwa moja. Sungura alitumia akili, Fisi alitumia nguvu. Siku moja, Fisi akamwambia Sungura, Rafiki yangu, nimechoka kula mizizi na majani. Twende tuibe mayai ya tai pale juu ya jabali. Sungura akamwangalia kwa tabasamu la ujanja. Wewe kweli Fisi, hayo mayai ni ya tai, mfalme wa anga. Ukijaribu atakufanya chakula cha mchana. Lakini Fisi hakusikia. Akasisitiza, na kwa tamaa yake akapanda jabali. Sungura, kama kawaida, alikaa mbali akicheka kwa chini. Mara tai akarudi, Akamkuta fisi akijaribu kuchukua mayai, akapaa juu kwa kasi, akamshambulia fisi kwa makucha makali. Fisi akapiga kelele, ai, Sungura, nisaidie! Sungura akajibu kutoka chini, nilikuonya rafiki, tamaa huua. Tai alimfukuza fisi hadi chini ya jabali, akamwachia akiwa amechanika magamba. Wanyama wote wa msituni walicheka, lakini sungura akamkaribia taratibu, akamwambia: rafiki, hila na ujanja havina maana bila hekima. Tamaa ni moto unaochoma mwenyewe. Fisi akainamisha kichwa, akasema kwa aibu, leo nimejifunza kuwa si kila chakula ni chakula, na si kila njia ni ya kufuatwa. Sungura akatabasamu, wakatembea wote taratibu kuelekea msituni, huku jua likizima taratibu nyuma yao. Asante kwa kusikiliza hadithi hii ya kusisimua kutoka Tunu za Kiswahili. Ikiwa umefurahia simulizi hii, tafadhali bonyeza subscribe, penda video hii na uandike maoni yako. Kila hadithi hubeba funzo, na funzo la leo ni tamaa huzaa hasara, hekima huleta amani. Mpaka hadithi ijayo, karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili.